Watu wengi wana tatizo moja kubwa sana linaloharibu maisha yao kimya kimya. Ni tatizo linaloitwa kuahirisha mambo. Unaweza kuwa na ndoto kubwa, unaweza kuwa na akili nzuri, unaweza kuwa na uwezo mkubwa, lakini bado ukajikuta unasema, nitafanya baadaye, kesho nitaanza, ngoja kwanza nipumzike. Na siku zinapita, wiki zinapita, miezi inapita. Na maisha yanabaki pale pale. Swali ni moja: kwa nini unaahirisha mambo? Kisaikolojia, kuahirisha mambo si uvivu tu, mara nyingi ni hofu ya kujifi. Kuahirisha ni njia ya ubongo kukukimbiza kwenye faraja ya muda mfupi. Ubongo wa binadamu unapenda vitu vinavyotoa faraja haraka. Ndiyo maana unapokaa kuangalia TikTok, Instagram au YouTube unajisikia vizuri kwa sekunde chache hii inaitwa instant gratification, lakini kazi kubwa kama kusoma, kuandika, kuanza biashara au kufanya maamuzi ya maisha huhitaji juhudi na subira, na ubongo haupendi uchungu wa juhudi. Ndio maana unajikuta unaahirisha. Watu wengi hawaanzi kwa sababu wanaogopa kushindwa. Mtu anaogopa kuanza biashara kwa sababu anaona ataweza kupoteza fedha. Mtu anaogopa kuanza masomo kwa sababu anaona atashindwa. Mtu anaogopa kuanza uhusiano kwa sababu anaona ataumizwa. Hofu hii inajificha ndani ya sentensi rahisi, ngoje baadaye, lakini ndani yake kuna ujumbe wa kisaikolojia unaosema naogopa matokeo. Watu wengi huahirisha kwa sababu wanataka kila kitu kiwe kamili. Wanasema, nitaanza nikishapata vifaa vizuri, nitaanza nikishapata pesa ya kutosha, nitaanza nikishapata muda wa kutosha. Lakini ukweli ni huu: ukamilifu ni mtego na unaua maendeleo, kwa sababu hakuna siku kila kitu kitakuwa sawa. Kisaikolojia hii inaitwa perfectionism na mara nyingi huwa chanzo kikubwa cha kuahirisha mambo. Kuna watu wanaahirisha kwa sababu ndani yao wanaamini hawawezi. Wanaongea kimya kimya na nafsi zao, mimi siwezi, mimi siwa hivyo, wengine wanaweza, mimi siwezi. Hii huitwa negative self talk, na mtu anapojiona hawezi, hata anapokuwa na uwezo, anajikuta anasogea taratibu au anasimama kabisa. Ukiahirisha mara moja ubongo unajifunza kwamba kuahirisha ni njia rahisi ya kuepuka maumivu ya kufanya kazi. Ndiyo maana kuahirisha huanza kama jambo dogo lakini baadaye hugeuka kuwa tabia ya maisha. Na hatari kubwa ya kuahirisha ni hii. Haikuumizi leo lakini inakuumiza kesho. Inaua ndoto taratibu. Kama unataka kushinda tabia ya kuahirisha, anza na kanuni hizi. Anza kidogo, hata dakika kumi tu, kwa sababu kuanza ni ngumu kuliko kuendelea. Usisubiri hamasa, tumia nidhamu. Hamasa huja na kuondoka, nidhamu inajenga matokeo. Punguza visumbufu, kwa mfano vile simu, mitandao na mazingira. Jipe muda maalum, kwa mfano saa mbili hadi saa tatu nitafanya jambo fulani moja. Kuahirisha mambo si uvivu tu ni hofu iliyojificha, ni kutaka ukamilifu, na mara nyingi ni mapambano ya ndani. Lakini kumbuka, unaweza kuahirisha kazi, lakini huwezi kuahirisha matokeo ya kuahirisha. Ndiyo maana hatua ndogo unayochukua leo inaweza kuokoa maisha yako ya baadaye. Anza sasa, hata kama ni kidogo, hata kama hujisikii, chukua hatua. Kabla hujaondoka, naomba uniambie kwenye comment chini hapo, ni jambo gani huwa unapenda kuahirisha sana kwenye maisha yako? Tujifunze pamoja. Na kama umejifunza kitu kupitia mjadala huu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa wengine, ili na wao wajifunze mbinu mbalimbali mbali za kisaikolojia zitakazowasaidia kwenye maisha yao ya kila siku. Asante kwa kuangalia, tutaonana kwenye video inayofuata.